Ona tu nani, ona <laughs> tu ona tu nanii. Bitu ni mingi, bitu ni mingi. Mm, na leo pia nataka ni make sure ya kwamba umemwaya mate kumwaya nanii. Leo lazima umwaye mate kumwaya, maanake leo ninakutengenezea nyama ya mwewe nyama ya mwewe ambayo imemiksiwa na nyama ya ngatata, nyama ya mwewe ambayo imemiksiwa na nyama ya ngatata huwa na maximum protein yenye kusitimua misuli kabisa nanii. <laughs> Ona tata, toka endea nanii. Mbona ungoje hapo mwae mate uumie. Na ni kitu unaweza, nilikuambia jambo la kutoka ni jambo la maana sana maanake usipotoka huwezi kupata unga, usipotoka uwezi kupata minofu, usipotoka uwezi kupata chumvi <laughs> usipotoka uwezi kupata nyanya nanii ni, ni mpaka sharti utoke ndio hivi vitu zote viweze kupatikana nanii. Ona tu sasa, nani hmm? Ona tu sasa, ona tu sasa, ona tu mambo, ndio haya sasa hmm. Mambo ndio haya, mambo bambam bam. Leo naye muro ile nataka nikutengenezee lazima nani leo utaimba haleluya leo lazima utaimba haleluya amen. Maanake mm. leo ni kabisa, leo ni kabisa tena, niko na uwondo uwondo kabisa. Mkijua hii ni msimu ambaye nimefurahi moyo na nimefurahi moyo, kwa sababu gani ni <laughs> kwa sababu tunaenda Ngong Hills, napeleka jimi yangu ambaye watu kabisa 60 people wameconfirm ya kwamba lazima wakwee Ngong Hills na wakule minofu kabisa, na watafurahia, manake wanajua mimi kama ugaliman, I don't go wrong with hikes <laughs> I don't go wrong with food. Mahali kuna ugaliman, jua chakula ni fogo, yani chakula ni mingi ni mingi na ni ni mm, mingi mahali Ugaliman ako chakula ni ni, ni, ni, ni, ni, ni. Mm. ni mingi na ni mm. Sasa hizi ni minofu za ngatata eh? mm. Kuna ngatata, mm. Hizi zingine ziliobakia uh, ndio za za mwewe nona za mwewe ndiyo hizo.

Kwa nini ni kitu cha maana katika maisha yako, uende ukwei ule mlima hmm? Ule mlima ni dawa hmm. hmm? Ukwea mlima ni dawa kwa maisha yako hmm. Wakati wa Biblia ukitokelezea bita, Mungu alikuwa wa anaeleza watu wake, kimbilieni mlimani. Manake kuna mtu atakimbia milimani, hawe na nguvu ya kupigana juu ya mlima. Unakuwa anakuaga umetulia, kama ulikuwa na plani yote negative inaisha, unakuwa na plani ingine tofauti ambaye sio ya kujenga mabaya. Vilevile, Ngange una historia kali sana. Ngong ina historia kali sana nitarudia. Mm. Kuna mama ambaye alikuwa akiitwa Karen Blixen. Mm. Huyu mama alibobea kwa sababu ya kuweza, yeye alipatia Karen hii jina Karen hapa kwa wazungu, hiyo jina ilipatikana kutoka kwake kwa huyu mama ambaye alikuwa na kita nini, Karen Brixen, Karen Brixen mm, ndio wakati sasa aliporudi kwao Denmark akawachia serikali ya Kenya Karen Brixen, ni ikawa miziamsahii ambaye inatoa mandhari yake na historia kuhusu huyu mama. Chamajabu kuhusu mama ni goja mm, ni mese huyu mama alikuwa na mse mmoja bwana yake ambaye alipenda sana anajita uh, Dennis Eisio alikuwa anatoka Canada, naye eh, Karen Dixon alikuwa anatoka eh, Denmark. Chaajabu, Dennis wakati aliaga dunia, na mwenyezi Mungu wa roho yake malipema peponi, alipata, alikuwa akipenda mambo za tours and travel, so ndege iliweza kugoma akiwa Savo na akapata kitu tunaita plane crash na kaweza kuaga dunia naye, bibie Karen Blixen alilaza roho yake ama kumzika hapa mlimani mlima Ngong. Tuendeni tawaonyesha hiyo kaburi ndio eh? mm. maana yake naambia Ngong Hills imebeba eh, nini historia kubwa sana kwetu sisi, imebeba historia kubwa sana kwetu sisi mm. Ngong Hills, na pia e, wazee wa kitambo Oloibon ambaye alikuwa Masai elda ambaye alizaliwa 1800 na aliweza kuiaga e, dunia 1900 huyu naye aliweza kuzikwa chini ya mlima hapo nitaonyesha kaburi yake hapo kona baridi ndio maanake nasema msikose halafu kutoka hapo nitawapatia minofu mtakula paka mtaimba haleluya vinweji vinywaji tena kwa sana nanii <laughs> Hmm. Huko mutabeba nyama nani kujeni mbuzi, hmm. Nitawekea pale choma chemusha fry. Kuku nitawekea pale choma chemusha fry. Pale nitawawekea eh, chips nini, hmm. Chapati, mukimo, sembe vilevile, yani nanii, mziki naeba DJ, tuko na DJ chuko na live band, hmm. Live band itachezwa pale na, eh, na, na, na, na, na na watu waliobobea, nakwambia mambo itakuwa pale ukikosa e, hey, hey, hey, utalia sana, utalia sana ndugu yangu, utalia sana, ndio. mm. Maanake unaona ugali man nalia, msikose pesa. Ngapi? ni only 3000 eh, eh, eh, 500 na mwisho wa kulipa ni deadline, ni tarehe kumi Julai. Tafadhali kuwa umelipa, ndio nikuweke kwa list ya zile gari ambazo za kifahari tutapanda tukielekea huko sababa. Msikose mm. kabisa, msikote nanii mm. kikupita nanii hii, kikupita ni shauri yako hii kikupita ni sauri yako nanii, usiseme sikukueleza. Hii ninaweka posta ziko kila mahali, zinazunguka kwa mtandaoni mm. na zile za kubandikiza, ndio mtu aseme ugaliman ni mtu mbaya. Pana, mimi nimekueleza, na hiyo ndio one of my greatest event ambayo itafanyika na ya kipekee Kenya nzima mm. hamna hiking kama hiyo itawahi fanyika tena Eh. Hey. Pakando na ile hii ambayo mimi ninaorganizia watu na ni watu 60 na nataka hata watu mia mbili muwe over 200 people ndio tuweze kufanya hii hike tena kwa raha mstarehe. mm. Sasa kuna kitu nataka kufanya, taka uangalie, punguze mm. mafuta kidogo. very good hii itatumia baadaye. Very good, sasa unaona, leta, leta, minofu mona. mm. Minofu sasa, namna ya kuitengeneza lafu pale tuweze kuchukua kitunguu nanii. Usikose tafadhali, kama unakuwaga pia unapenda maminofu zangu, maanake I don't go wrong with food Tafadhali kuja huko na utaimba haleluya, na utakuwa na historia kuambia watu ya kwamba maanake nimetenga pesa kadhaa ya kuweza kuwabaia, eh, chakula mm, chakula tu. Yani furaha yangu ni kwanza, nataka muonje vyakula vile, matest zangu zile mimi napendaga na mnaonanga hapa kwa YouTube. Sasa hiyo siku nataka nikule na nyinyi eh, pamoja mm. ni mange na nyinyi pamoja na nii mm. nikiwaitia chakula musikuwa mkikataa mseme ati oo sasa mnaangalia tu kwa social media, lakini sasa round hii mtakula pamoja na Ugaliman. Mimi naikia nyinyi maminofu kila aina, kuku, samaki nini, mbuzi choma nini nini, unaona nani. Tafadhali mkuu, mtu watu wa kusikiza na muweze kujitokeza pale, ili tujumuike katika hii mulo na hii mandhari za hiking za Ngong Hills na historia kubwa kubwa. Na niliwaambia Ngong ilikuwa mlima kitambo, ilikuwa inaitwa na, na Kimasai Enkong Emuni, yaani mlima anatoa maji lakini El Nino ya 1997, 1998 alienda mwaka mzima haliyose aimulima mpaka akamaliza. Ikakuwa geologist wakasema sasa isio mlima hii sasa ni hill Ika na ikakuwa namna hiyo, lakini tuachie ni mambo ya Mola hmm. Hmm, nini tufanye nini, hatuwezizieni wanyonge. Sasa unaona hapa hmm ni nesa namna hii, naeka roiko kidogo, mmm kesa mai. Very good, atuangalie nyanya, tuangalie nyanya hapa. Mmm, ah, very good, very good, mmm Leo mulo itakuwa sabamba. Mm. Leo hai. Leo nani uta riruya utaimba riruya hasa ponda ponda hii, ona tu naona mm. Sasa ona mulo, ni mambo ya haraka haraka, sasa ona tu mm.

Aona mudo ona, ona kuona nanii mm? Ona sasa mwewe mchuzi ya mwewe na ngatata ambayo iliyochanganywa pamoja ona, ona mtu yangu sasa, ukiambiwa okay, toka uendee, unaona mm. ni kama unaonewa na kumbe unapendwa, halafu katia yale, unaona Hmm. Katia pale ile suru miona eh? Very good. Hapo ni mboga fulani ya kienyeji tunataka kutia ndani eh? Hmm. Lafu turudi kwenye sembe hapa eh? Sembe tuongeze maji, sikuwe tena ngumu sana. Mm -mm. Mm. Sembe ya kukulia mwewe inataka soft. Mm. Taunda soft mpaka wewe mwenyewe utaimba haleluya. Amen. Sasa, ona nani? Ona mochusi nanii hmm. Ona mochusi ona mochusi haya, kuna mboga hapa nini nini pale. Sasa tunaona ndio hii nanii very good. Mwayako hmm. Mwaya hapo very hmm. very good, very good. Iyo mm. Chumbi <coughs> kwa umbare, funikia tu kidogo ipate unyefu unyefu. Rudi kwa sembe sasa hii <coughs> ngong, lazima tuende, msikose ile mulo nimewaandalia, ni nyingi. Msiniwachie hizo chakula peke yangu nani mtu mm? Anajitolea, nimechukua mbuzi kumi na tano mm? kuku hamsini unga za chapati kavagara nini nini nani nini. Mm? tafadhali mtokelezee hivi chakula ni zenyu sio sangu mm. muje muklaim your portion, after hike mumange vitu tena hii iko sana nini, mnanitambua tena hapo siangukangi. Mm, hapo tena nimewaletea Jose Cuervo Don Julio Tusker. Mm, Mzapa. Mm, yote na nini nimeweka huko. Mm, Matel. Mm, Jagamayesta. Mm, unaona sasa? Vitu ni mingi nani pale na nia. Sasa unaona sempe kisani niona nani? Unatandaza unaten, unatengeneza kifuniko. Na ifunika kabisa. Kwani tunafanya namna hiyo ndio sasa iko leo huko ndani. Kaife koifa. Eh, sasa hii hatutahitaji ikisu, kazi yake imeisha. Nafikiri sasa ni mambo na kumanga, sasa ni mambo na kumanga. Ndio unaona sasa natengeneza ground eh? Komanga tu sasa nanii, komanga tu sasa, mm. ni komanga tu wacha nioshe musisebe wo garimani muchafo mm -mm. Sisi niwapenda Mungu watu wasafi sana. Ona tu mm. ona tu nini? Very good. Ni vizuri kukorea mbari. nataka kutoa hii sembe sasa.

Sasa nishamaliza, sasa ni twende kumanga. Mm. Sasa ni kumanga, kuunga vizuri.